Maombi ya jinai namba 26287 mwaka 2025 Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche dhidi ya IGP na wenzake imeendelea leo Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam tarehe 10 Novemba 2025 ambapo upande wa wajibu maombi umeleta kiapo kinzani kama walivyoomba na mahakama ilivyoelekeza pamoja na kuleta kiapo hicho leo, upande wa wajibu maombi umeweka pingamizi la kisheria na kesi imeahirishwa mpaka tarehe 13 Novemba 2025. Wakili huyu hapa akielezea mwanzo mwisho kuhusiana na kesi hiyo. Hii ni Dems Media, lakini pia usikose kuacha maoni yako baada ya kutazama video hii. Maombi namba uh, maombi ya, ya, ya jinai namba 26 28 saba ya mwaka 2025 kati ya mheshimiwa katibu mkuu uh, mkumweshimiwa mwenye, uh, makamu mwenyekiti wa Chadema uh, John Wegesa Heche na, kat, na uh, inspekta general wa polisi na wenzake, leo yaliitwa mahakamani, nikiwa na maana mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kusikilizwa sasa kama ambavyo tulitaarifu umma tarehe iliyopita kwamba upande wa wajibu maombi waliomba kuleta majibu yao nikiwa na maana kiapo kinzani kujibu yale maombi ya mleta maombi, na ni kweli wameleta wame majibu, na yalikuwa yametakiwa yame kuletwa sio zaidi ya jana, tarehe tisa mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano na walifanya hivyo, na sisi leo waliweza kutupatia nakala. Lakini pamoja na mambo mengine kwenye hayo e, majibu au kiapo kinzani wameweza kuleta pingamizi la awali la kisheria. Kwa hiyo baada ya kuwa tume, tumepata hizo nakala ya majibu pamoja na pingamizi la awali la kisheria, kama mlivyoona tulivyoingia kwa mheshimiwa jaji, uh, tulieleza hayo kwamba tumepokea majibu kama nusu saa iliyopita. Sasa, kutokana na mazingira yaliokuwepo, pingamizi limeletwa uh, muda mchache uliopita, kwa upande wetu tukaona ni busara kwa faida ya mteja wetu tuweze kupata muda ili tujiandae, tuje kufanya kile ambacho mteja wetu ametutuma kusikiliza, na mahakama sasa ipate nafasi ya kusikiliza pande zote na kutoa majibu ya pingamizi la awali pamoja na Uh, maombi kwa ujumla kwa hiyo mheshimiwa jaji amepanga tarehe uh, kumi na tatu mwezi huu wa 11 2025 saa nne na nusu asubuhi maombi yaje kwa ajili ya kusikilizwa kwa pamoja na pingamizi la awali la kisheria ambalo limeletwa na wajibu maombi kwa hiyo kwa kifupi ni hayo tu Jina la mimi, naitwa wakili Selemani Matauka, lakini kwa pamoja nipo na mawakili wenzangu ni mister uh, uh, Poki Sabo, William Madu na wengine pamoja na Fredrick Msaki, uh, Doris uh, Sarun na uh, Kafuku, lakini wao wameshaondoka, lakini wote kwa pamoja tulikuja tuli kwa ajili ya kumwakilisha mheshimiwa uh, Heche. Na beana, kuhariko, uh, kwa ukweli uh, kwa hizi siku mbili hatujaweza uh, kufanikiwa, lakini kwa taarifa ambazo tunavo, tunazo ni kwamba juzi uh, na jana hali yake haikuwa nzuri na aliweza kufikishwa hospitali uh, ya Taifa ya Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo tukitoka hapa tutaweza kufuatilia zaidi ili kuona hali yake inaendeleaje, lakini kwa wakati wa siku mbili zilizopita hali yake haikuwa mzuri, na alifikishwa Muhimbili kwa ajili ya matibabu na check up zingine za kitabibu.